Mhudumu wa afya Jackson Namunya Tali mwenye umri wa miaka 41 aliyehusika katika kumsaidia msichana mmoja kuavya mimba miaka mitano iliyopita amehukumiwa kifo. Hii ni baada ya msichana huyo Christina Tieno mwenye umri wa miaka 16 kuvuja damu hadi kufariki. Saida Swaleh anaarifu zaidi. Jackson Namunya Talin alihukumiwa kwa mauaji ya Christine Atieno na mwanawe mnamo tarehe 27 mwezi Julai mwaka 2009. Kulingana na jaji wa mahakama ya juu Nicholas Ombija, Jackson Namunya alimsaidia msichana huyo kuavya mimba katika soko la Gashie kaunti ya Kiambu. Jaji huyo aliongeza kuwa ushahidi ulionyesha kuwa msichana huyo Christine Atieno alizuru kituo ambacho mhudumu huyo wa afya alikofanya kazi kituo kinachofahamika kama MP Medical Clinic and Laboratory ambapo alimtoa mimba hiyo na kusababisha kifo chake baada ya kuvuja damu nyingi. Atieno ambaye alishukia kwa shangazi yake anasemekana kuzuru kituo hicho pale mimba yake ikiwa ingali changa, hivyo basi kusaidiwa na Jackson na Munya kuiavya mimba hiyo na baadaye kufariki. <coughs> Hata hivyo katika kujitetea kwake, Jackson alisema kuwa awali Christine alizuru kituo kingine cha afya kabla ya kufikia chake. Jaji Nicholas Ombija hakuridhika na kujitetea kwa Jackson na Munya na kumhukumu kifo. Saida Swale, KTN Leo, Nairobi. Katika taarifa nyingine za kusikitisha, mtazamaji, mvulana mwenye umri wa miaka kumi na tatu Ameuawa katika kaunti ya Pokot ya Magharibi baada ya kupigwa risasi na watu wanaodaiwa kutoka kaunti ya Turkana. Mvulana huyo alikuwa na babake na wanakijiji wengine ambao walikuwa wakichunga mifugo yao waliposhambuliwa na watu watatu. Walioshuhudia wanasema watu hao hawakuiba chochote na kuzua maswali kuhusu jinsi mashambulizi ya hivi karibuni yameonekana kulenga watoto. Wakazi sasa wanaitaka ama wanawataka viongozi wajukumike kudumisha amani na wakuu wa usalama kufanya hima kuwakamata washukiwa. Taarifa hiyo imekuja tu muda mchache uliopita, lakini tutaendelea kuifuatilia. Kwingineko ni habari njema, msichana wa miaka kumi na sita na ambaye ameolewa kama mke wa nne kwa mzee mmoja aliye tayari na watoto wengine ishirini na moja kutoka kwa ndoa zake za hapo awali amejifungua watoto watatu katika hospitali ya rufaa ya Bungoma Magharibi mwa Kenya. Visa vya wasichana wadogo kujifungua watoto wengi katika eneo la Magharibi vimeongezeka huku madaktari wakielezea kuwa huenda kukawa na kiunganishi fulani cha kisayansi na kupelekea matukio kama hayo. Robert Wanyonyi anaarifu kutoka sehemu ya Bungoma. Kulingana na madaktari, msichana huyo ambaye ameolewa kama mke wa nne kwa mzee mmoja alijifungua salama salimini kupitia kwa njia ya upasuaji, huku watoto hao wakiwa wenye afya. Wakati nilikuwa mja mzito, sikuwa nimetarajia kupata watoto watatu kama hao, lakini nilipokuja kliniki ya Bungoma kupimwa, nikashikwa nikashika kitabu nikaendelea kuja daktari akaniambia wacha tu kupime tuone walipopima wakashindwa daktari akanichukua walipopika picha wakapata niko na watoto watatu kwa tumbo daktari mkuu katika hospitali hiyo Kileofas Kubasu alisema kuwa visa vya watoto changa kujifungua watoto wengi vimekidhiri katika eneo hilo huku akisema kuwa huenda kukawa na kiunganisho cha sayansi you know uh, the the the the, the, the, of of genetic or or or you you have have a a family history that sometimes When pregnancy where N number is is more than mode delivery by uh, C-section. mhudumu aliyesimamia operesheni hiyo alimshukuru Maulana kwa madaktari kuweza kukamilisha shughuli hiyo bila tatizo lolote Josephine has been attending our our clinic and our hospital.

Hata hivyo, msichana huyo ametoa wito kwa waisani kumsaidia ili apate kuwalea wanawe, huku ikibainika kuwa mumewe tayari ana watoto wengine ishirini na mmoja kutoka kwa ndoa zake tatu za hapo awali. Hali yetu pia ya maisha ni ngumu, mzee afanyi kazi, mimi mwenyewe ndio nilikuwa najitegemea tu. Hata wakati nilikuwa na hii mzigo, nikashindwa mpaka nikaanza kukaa chini, nilikuwa najifurutia tu, kiuna hata kutembea sikuwa naweza. Robert Wanyonyi, KTN Leo. Naam, kuingeneko mtazamaji, Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana amesema yuko tayari kuikabidhi serikali kuu mamlaka ya usimamizi wa kaunti ama serikali ya kaunti ya Makueni iwapo mazungumzo ya upatanishi hayatazaa matunda, na tunaarifiwa kwamba kuna baadhi ya mazungumzo yanayoendelea hivi sasa hapa Nairobi. Baraza la magavana tayari limetangaza kuwa liko tayari kuanzisha mchakato wa upatanishi na usuluhishaji wa mvutano unaoendelea katika kaunti ya Makueni. Kipengee 192 cha katiba kinasema kwamba rais anaweza kuvunjilia mbali utawala wa kaunti kutokana na mizozo na mapigano ya ndani kwa ndani au mambo mengine ya dharura. If the speaker and the assembly are unable to sit with the county government, uh, the executive arm of uh, Makueni and agree on a reasonable budget then obviously you cannot continuously hold the people of Makueni at ransom. We want arbitration to happen

Viongozi wa kanisa la ACK wamejitokeza kuyazungumzia maadili potovu miongoni mwa wachungaji kufuatia kufumaniwa kwa mchungaji mmoja wa kanisa la ACK sehemu ya Pumwani akiwa katika hali tata na mke wa wenyewe hotelini. Wakati huo huo, anayedaiwa kuwa mume wa mwanamke huyo leo alijitokeza kuelezea fedha ya yake akidai ya kutomhitaji tena mkewe. Hii hapa taarifa kamili. Siku moja baada ya mchungaji wa kanisa la A.C.K Pumwani kupatikana katika hali hiyo tata na ya aibu, na hii leo viongozi wa kanisa la A.C.K nchini wakajitokeza kulizungumzia swala hilo lililowavunja moyo waumini wa mbali na hata wa karibu, jambo ambalo linashughulikiwa kulingana na taratibu za kanisa. Askofu Mkuu Eliud Wabukala amesema kwamba amefedheheshwa pakubwa na jinsi baadhi ya wachungaji wanavyoyasi maandiko na huku hayo ya kijiri anayetajwa kuwa mumewe mwanamke huyo aliyenaswa katika fumanizi, alifika kwenye studio za KTN na kufungua moyo wake ijapokuwa hakutaka kutambuliwa uso wala jina kwa sababu za kibinafsi, hapa twambandika jina la Jacob Maina. Pasa akamwambia tafuta mahali ukomboe nyumba, nitakutumia pesa. Akamtumia elfu mbili na thelathini, elfu mbili na thelathini nde akomboe nyumba na akamwambia akomboe nyumba ili Rosters Jacob ambaye ni mshiriki wa kanisa tofauti na aendalo mkewe. Anadai kukimbia Rosters na kumfumania mchungaji huyo na mkewe wa kitambo aliyemtaja kama Cecilia Ngare waliye na mtoto wa umri wa miaka kumi, naye huku kukiwa na madai ya kupanga njama ya kumwibia pesa mchungaji husika akishirikiana na Cecilia. Na nikamuuliza mbele ya alisia yo Kasarani, mimi kuna pesa yote hata likuitisha Akasema yeye mwenyewe mbele ya DCIO Kasalani, hata anasema akasema kijana, kuna pesa amenitisha. Na je msimamo wake kwa sasa ni upi? Niende nipatie huyu huyu huyu pasta bibi yangu cha uzuri eh, ili siku ya bibi yangu atakuja kwangu tena ku claim anything eh, nitakuwa nitaweza kujidefend. Juhudi zetu za kumfikia mchungaji Charles Gidinji ili kulizungumzia swala hili hazikufua dafu. Kwa sasa Jacob ameiacha kesi hiyo mikononi mwa polisi wa kituo cha Kasarani na uongozi wa kanisa la ACK kuafikia hatima yake. Lofti Matambo, KTN Leo. Kwengineko mtazamaji, vurugu lilizuka kati ya maafisa wa tume ya ardhi na baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Lamu wakati wa mkutano kuhusiana na ugavi haramu wa ardhi ya Lamu katika afisi za tume hiyo hapa jijini Nairobi. Mkwamo huo ulianza pale kundi la wakazi hao walipozuiliwa kuzungumza na mwenyekiti wa tume hiyo, Mohamed Swazuri. Nicholas Wambua ana habari hiyo. Ni taswira matokeo ya mazungumzo kati ya mwenyekiti wa tume ya ardhi na baadhi ya wakazi wa Lamu katika mkutano uliopangwa w kuzungumzia masuala ya ardhi kati ya tume hiyo na wananchi. Na sisi hatutakubali bwana. Afadhali waje watu wa coast waingie wenzetu, sisi tukipata na wengine wapate, na wengine wapate. Sisi tupate 80%. Hali hii ilizuka pale watu kumi waliojaribu kuzungumza na mwenyekiti wa tume hiyo walizuliwa huku wakitupiana maneno na walinzi. Mkutano huu ni kufuatia utafiti wa tume hiyo kuhusiana na ardhi ya ekari nusu milioni iliyomilikiwa na kampuni ishirini na mbili. Tume hii ilipokea maoni ya wa wananchi baada ya kutembelea ardhi hiyo pamoja na wakazi wa Bagoni, Mkowe na Witu. ardhi za Lamu ndio zimetukuliwa na ranchi. Umuhimu wa watu wa Lamu kuwa na ranchi ilikuwa ni kwamba tuna wakulima na tuna wanaolea wanyama, naona pia kwamba chache sana zinafuga wanyama hawa, ng'ombe, mbuzi, kondoo, nyingi hazina hazina uh, wanyama hao wa kufuga. Wakazi hao wanadai kwamba uchunguzi wa tume hiyo sio wa haki, huku wakisema kuwa matokeo yake yamekwisha kutokea kabla ya uchunguzi huo kukamilika. Tume hiyo ilijitetea kwa kusema kwamba inaendelea kupokea maoni ya wananchi kabla ya kutoa uamuzi wa mwisho na kuwasilisha kwa rais Kenyatta. Wakazi hao sasa wameapa kwenda kotini iwapo tume hiyo itazidi kuingilia masuala ya ardhi hiyo. Nicholas Omboa, KTN Leo, Nairobi. Tuende kwenye taarifa za siasa ambako muungano wa CORD kupitia kamati maalum ambayo ilibuniwa kusimamia shughuli ya kura ya maamuzi umependekeza kupunguzwa kwa masuala yatakayotumiwa kwenye kura ya maamuzi Hii ni kufuatia vinara wa muungano huo kutathmini kuwa iwapo maswali mengi yatawekwa kupigia debe kura ya maamuzi basi huenda yakawakanganya baadhi ya Wakenya na vile vile kupunguza ile ari ya kuwapiga kura kuunga mkono kura ya maamuzi. Mwanahabari Mohamed Mahmud ametuandalia taarifa ifuatayo. Vinara wa CORD walijumuika pamoja na wabunge na wawakilishi wa wadi kujadili kusukuma ajenda ya kura ya maamuzi kutumia masuala machache muhimu zaidi. Wakizungumza katika ukumbi wa Bomas, vinara wa CORD wamependekeza kuwapo kwa masuala mawili au matatu pekee kushinikiza kura ya maamuzi. Our proposal is that money should be allocated depending on the previous year's revenues.

wakighadhabishwa na baadhi ya viongozi wa muungano huo kwenda kinyume na msukumo wa CORD kwa kura ya maamuzi. Raila Odinga amewataka wale wanaoipinga msimamo wa CORD kujiondoa katika muungano huo na kujiunga na wapinzani wao ili kutoa msimamo wazi. Let's refine and define and take two, three questions that capture the imagination, the vision and the dreams of Kenyans, the dream where The people of Mandera can have two kilometers of tarmac 51 years after independence. Vile vile suala la viongozi kutumia matamshi ya matusi liliibuka huku wakimshutumu kiongozi walio wengi katika bunge la taifa Adan Duale kwa matamshi aliyotoa dhidi ya gavana wa Bomet Isaac Ruto kutokana na msimamo wake kuhusu kura ya maamuzi. Counties are paralyzed because the treasury is still holding money. But then they are going to release you, your money, Your Excellency the Governors, in May 2015. And then you will be accused of not spending the money. How can you spend money in two months to develop a county? Raila amewahimiza viongozi kuwaelimisha wapiga kura wa kaunti zao kuhusu kura ya maamuzi. Huku muungano wa CORD ukitoa mapendekezo matano ya kufanyiwa marekebisho, kinara wa CORD Raila Odinga ametaka viongozi wote wa muungano huo kuungana ili kuhakikisha kuwa shughuli hiyo inafana. Muhammad Mahmud, KTN Leo, katika ukumbi wa Bomas, Nairobi kote wanajiandaa kusafiri hadi nchini Maka, nchini huko mjini Makka nchini Saudia kushiriki katika faradhi ya ibada ya haj ba baadhi yao tayari tunaarifiwa kwamba wamefika. Na mwaka huu idadi ya Waislamu wanaoelekea nchini Saudia humu nchini imeongezeka maradufu hadi watu elfu nne mia tano kutoka elfu tatu mia saba mwaka jana. Mwanahabari Muhamed Mahmuda anaangazia ibada hii muhimu katika dini ya Kiislamu. Katika uwanja huu wa ndege wa Jomo Kenyatta, mamia ya jamaa na marafiki walifika kuwaaga wapendo wao wanaoelekea katika mji mtukufu wa Maka. Ni mji unaowavutia mamilioni ya mahujaji kutoka pembe zote za ulimwengu ambao hujumuika kuteleza nguzo hii ya tano ya Uislamu. Unatakiwa ni, ni lazima ukiwa na uwezo wa afya uwezo wa mali uende haji. Takriban Waislamu mia tatu kutoka humu nchini bado hawajapokea visa licha ya kulipia safari hiyo, na katibu mtendaji wa SUPKEM Sharif Hussein anaitaka serikali ya saudia kuwasaidia. Tunaomba sana embassy ya Saudi Arabia wa ili wengi ni wazee, wanatoka pande za reserve, walibakia kidogo pas, tuko nazo tayari, wamelipa pia pesa za nyumba na za haji. Kama ingewezekana tungefurahia sana wapate visa zilizobakia mia tatu. Ni dhahiri kuwa wengi waliofika katika uwanja huu wa ndege wakitamani sana vilevile vile kujiunga na wenzao kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naomba mwaka ujao, na mimi pia na hamu ya kwenda sana, nikiona wenzangu vile wasafiri na mimi pia natamani kwenda. Inshallah, Mungu wakinijalia, tapanga safari, sijavunja hope ya kwenda Mecca. Tukienda haji, then wakati unarudi kuwa umesamehewa dhambi zako zote na ukirudi nyumbani sasa, unarudi ukiwa umesamewa zambi zako zote. Hiyo ndio jambo kubwa kabisa. Zaidi ya wa Waislamu milioni tatu wamefika katika mji mtakatifu wa Maka kuanza hija kujitakasa na dhambi. Hija mwaka huu inafanyika wakati ambao ari ya Wakenya wa Kiislamu wa imeongezeka kutekeleza nguzo hii ya dini. Hukuma hujaji elfu nne mia tano wakitarajiwa kufika Maka kutoka Kenya. Kama inavyofahamika, Kaaba ndiyo sehemu ambayo Waislamu kote ulimwenguni huangalia wakati wa swala. Ni sehemu ambayo Waislamu hufika kila mwaka tangu kujengwa kwake na Nabii Ibrahim. Muhammed Mahmud, KTN Leo. Ezo, waandalizi wa mchuano wa raga wa Safaricom 7s wanazidi kuwahimiza mashabiki kununua tiketi katika maduka ya Safaricom. Draw ya mashindano hayo ilitangazwa ambapo timu ya Shujaa iko katika kundi la A pamoja na timu kama za Auckland Sharks pamoja na Ujerumani. Victor Ogale anaarifu zaidi. waandalizi wa mchuano wa Safaricom 7s wananuia kutumia mchuano huu katika kupiga darubini jinsi Kenya itakavyoandaa mkondo mmoja msuru wa msururu wa raga wa IRB mwaka wa 2016 mbili kumi na sita. Baadhi ya matakwa ya mashindano ya kimataifa ni kuwa tiketi haziuzwi katika uwanja wa mashindano kama itakavyokuwa wikendi hii ugani Kasarani. Kando na hayo, usalama utadumishwa maradufu, huku walinda usalama wakishika doria kwa siku zote tatu. Timu ya Kenya Shujaa ipo katika kundi A pamoja na Auckland Sharks na Ujerumani. Simba Saba iko kwenye kundi B huku Murai, Kenya Morans ikiwa kundi cha kundi daa. Itahusisha Argentina, Western Province kutoka Afrika Kusini na Uganda. Haya yatakuwa makala ya 18 ya mashindano haya. Victor Ugale, KTN michezo. Na kwa mara ya kwanza kitengo cha shule kitaorodheshwa kita kwenye makala ya 13 ya mbio za Baringo Half Marathon. Mbio hizo zitafanyika tarehe moja mwezi ujao, huku waandalizi wakiwa na matumaini ya kukuza vipaji vya riadha katika kaunti ya Baringo. Makala ya mwaka huu ya mbio za Baringo Half Marathon yataandaliwa katika eneo la Baringo, huku kitengo cha wanafunzi kikiorodheshwa kwa mara ya kwanza. Shule ambazo zina nia ya kushiriki zinatarajiwa kuunda timu za wa wanariadha kumi ambao watashiriki mbio za kilomita sita children. Wanariadha watakaodhihirisha talanta speciali ya kukimbia watachaguliwa na kupata mafunzo ya hali ya juu bila malipo kama njia mojawapo ya kukuza vipaji katika kaunti ya Baringo. I'm looking in terms of waandalizi wanatarajia idadi ya washiriki kuongezeka maradufu. Washindi wa mbio za kilomita 21 upande wa wanaume na wanawake watatuzwa shilingi laki tatu pesa taslim. Ongezeko hilo la tuzo kwa washindi ni kufuatia udhamini wa shilingi milioni kumi kutoka Benki ya ABC. Lin Washira, KTN Michezo na mtazamaji kukamilisha tu taarifa ni kwamba mawakili wanaomwakilisha rais Uhuru Kenyatta katika kesi ya ICC kule Hege wameomba mahakama hiyo imruhusu rais Uhuru Kenyatta kufuatilia kesi hiyo kupitia kwa mtindo ule wa video, maanake kuanzia tarehe 8 mwezi wa Oktoba ama ikiwezekana basi waihairishe siku hiyo ili apate fursa ya kusafiri katika siku nyingine. Ni taarifa ambayo imeingia hivi sasa. Mimi naitwa Alimanzu, asante sana kutazama taarifa za KTN leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, tufanye tena hivi hapo kesho. Kwa heri.